Karibu makombora 20 hadi 30 ya Iran yamerushwa kuelekea Tel Aviv na kugonga jengo la soko la hisa na hospitali ya kijeshi ya Soroka ambapo vifaa vya hatari vilivuja na kuhamishwa kuelekea maeneo mengine. Jengo hilo unaloiona hapo ni jengo lililopigwa leo na mashambulizi ya Iran pale nchini Israel. Naam, leo ni siku ya saba tangu operesheni za kurushana makombora kati ya Israel na Irani yalipoanza siku kadhaa zilizopita, leo yanatimiza siku ya saba. Iran imezindua mashambulizi mapya ya makombora katika eneo la kati la Tel Aviv, huku ripoti za awali zikionyesha mapigo ya moja kwa moja kwenye soko la hisa la Tel Aviv na majengo yanayozunguka maeneo ya juu katika eneo la biashara. Vyombo vya habari pia vinaripoti kwamba makombora yalilenga makao makuu ya amri ya mtandao ya C4T1 ya Israeli na kituo cha kijasusi cha kijeshi huko katika mji wa Gaviam. Wakazi wanaripoti uharibifu wa mkubwa na huduma ya dharura zinajibu kuwa ving'ora vilikuwa vikifanya kazi katika jiji lote, lakini imeshindikana kuzuia kombora hilo kubwa la balistic. Inaarifiwa kuwa uharibifu wa hospitali ulitokana na wimbi la mlipuko, sio kombora la moja kwa moja, na kuthibitisha kuwa madai ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran kwamba lengo la shambulio hilo lilikuwa ni eneo nyeti karibu na hospitali hiyo. Takribani maeneo saba ya athari yanaripotiwa kote Israel, ikiwa ni pamoja na katika miji ya Tel Avivu na Biasheba Negeva pamo mji wa Haifa kufuatia shambulio kubwa la kombola la balistiki lilofanywa na Irani leo asubuhi. Eneo hilo ambalo limelengwa huhifadhi kazi muhimu za kijeshi ikiwa ni pamoja na shughuli za amri za mtandao na dijitali. Jengo hilo pia ni ofisi ya mkuu wa nchi, lakini pia ni ofisi ya mkuu wa nishati ya nyuklia ya Israel, wakati pia ni ofisi ya mkuu wa jeshi ya Israel sambamba na kuwa jengo la soko la hisa la Israel. Wakati huo huo, pia ni eneo la karibu na Australia ya kijeshi ambapo hutibiwa wanajeshi wanaotoka kwenye vita vya Gaza na Israel. Kombola hilo la Irani lilishambulia hospitali kuu kusini mwa Israel mapema Alhamisi na kujeruhi watu na kusababisha uharibifu mkubwa, kulingana na kituo cha matibabu cha nchini Israel. Vyombo vya habari vya Israel vimepeperusha picha za madirisha yaliyoripuliwa na moshi mzito mweusi ukitanda juu. Kombola lingine lilipiga jengo la juu na majengo mengine kadhaa ya makazi katika maeneo mawili karibu na Tel Aviv, ambapo takribani watu 40 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo, mujibu wa huduma ya uokoaji ya Israel ya Magen David Adom. Wakati huo huo, baada ya Iran kuzidisha mashambulizi nchini Israel, imebidi Israeli ifanye mashambulizi zidi ya kinu cha araki cha Iran katika shambulio lake la hivi punde dhidi ya mpango wa nyuklia unaoendelea nchini humo, karibu katika siku ya saba ya mzozo ulioanza kwa wimbi la mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga maeneo ya kijeshi, maafisa wakuu na wanasayansi wa, wa nyuklia. Iran imerusha mamia ya makombora na ndege zisizo na rubani kwa Israeli, ingawa mengi yamedunguliwa na vikosi vya ulinzi vya anga vya ngazi nyingi vya Israeli ambavyo vilidungua moto unaoingia na kurusha makombora kuelekea vituo vya idadi ya watu na miundombinu muhimu. Maafisa wa jeshi la Israeli wamekubali kuwa sio kamilifu. Kombora hilo lilipiga kituo cha matibabu cha Soroka ambacho kina vitanda zaidi ya elfu moja na hutoa huduma kwa takribani wakazi milioni moja wa kusini mwa Israeli. Taarifa ya hospitali m sehemu kadhaa za kituo cha matibabu zimeharibiwa na kwamba chumba cha dharura kilikuwa kinatibu majeraha madogo. Hospitali ilifungwa kwa wagonjwa wote wapya isipokuwa kwa wale wenye kesi za kutishia hali za maisha. Haikuweza kufahamika mara moja ni wangapi waliojeruhiwa katika shambulio hilo. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani shambulio hilo na kuwapa kujibu, akisema Irani italipia kwa udhalimu huu iliyoifanya nchini Israel. Hospitali nyingi baada ya shambulio la Irani nchini Israel ziliwasha mipango ya dharura katika wiki pita zikibadilisha maegesho ya chini ya ardhi kuwa sakafu ya hospitali na kuwahamisha wagonjwa chini ya ardhi haswa wale ambao wako kwenye viringizi au ni ngumu kusonga haraka. Jeshi la Israeli pia baada ya mashambulizi hayo limesema ndege zake za kivita zimelenga kituo cha Araki na eneo la msingi wa kinu ili kusitisha kutumika kutengeneza plutonium. Na unaloliona hapo ni jengo la msalaba mwekundu la Irani, nalo na limelengwa na majeshi ya Israel na kusababisha majeruhi kadhaa kutokana na Israeli kutaka kulipiza kisasi baada ya jengo lake kubwa la biashara kulipuliwa na Irani. Shambulio hilo ni sehemu iliyokusudiwa kwa uzalishaji wa plutonium ili kuzuia kinu kurejeshwa na kutumika kwa utengenezaji wa silaha la nyuklia jeshi limesema. Israeli imedai kuwa kando na kugonga tovuti nyingine karibu na Nantas ambayo ilieleza kuwa ilihusiana na mpango wa nyuklia wa Irani. Televisheni ya taifa ya Irani pia imesema hakuna hatari yoyote ya mionzi kutokana na shambulio hilo kwenye tovuti ya Arak. Ripoti wa televisheni ya taifa ya Irani, akizungumza moja kwa moja katika mji wa karibu wa Hodab, amesema kituo hicho kimeondolewa na hakukuwa na uharibifu wowote kwa maeneo ya kiraia karibu na kinu hicho. Israeli ilikuwa imeonya mapema Alhamisi asubuhi ingeshambulia kituo hicho na kuwataka wananchi kukimbia moja kwa moja katika eneo hilo. Na mpaka sasa Israeli ndiyo taifa pekee lenye silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, lakini haikubali kuwa na silaha hizo mpaka hivi sasa na hali ea nchini Irani ni kwa sababu Israeli haitaki pia Irani iwe na silaha za nyuklia. mashambulizi yanayoendelea ni kwa ajili ya kuzuia pekee. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya kiongozi mkuu wa Irani kukataa wito wa Marekani wa kujisalimisha na kuonya kwamba ushiriki wowote wa, wa kijeshi wa Marekani utasababisha uharibifu mkubwa usioweza kurekebishwa kwao. Israeli ilikuwa imeondoa vizuizi kadhaa vya maisha ya kila siku Jumatano, ikipendekeza tishio la kombola kutoka kwa Irani kwenye eneo lake lilikuwa lina tayari kampeni ya mashambulizi ya Israeli imelenga tovuti ya kurutubisha Irani huko Natanz walsha wa za katikati karibu na Teherani na tovuti ya nyuklia huko Isfahan. Mashambulizi yake pia yameua majenerali wakuu na wanasayansi wa nyuklia nchini Iran. Kinu cha maji mazito cha Araki pia kiko kilomita 250, sawa na maili 155, kusini magharibi mwa Teherani nacho bado kimeshambuliwa. Maji mazito yanayo hilo husaidia vinu vya nyuklia vya kupoza, lakini hutoa plutonium kama bidhaa ambayo inaweza kutumika katika silaha za nyuklia. Hilo lingeipa Irani njia nyingine ya kulipuka zaidi ya uranium iliyorutubishwa iwapo itachagua kufuata silaha hiyo. Wakati hayo akiwa anaendelea, waziri wa ulinzi wa Israel amemtishia kiongozi mkuu wa Irani kwa siku nyingine leo Alhamisi, baada ya makombora ya hivi punde kutoka Irani kuharibu hospitali kuu kusini mwa Israel na kugonga majengo mengine kadhaa ya makazi karibu na Telavivu. Baada ya mashambulizi hayo nchini Israel inasemekana takribani watu 240 wamejeruhiwa na makombora ya Iran, huku wanne kati yao wakiwa katika hali mbaya zaidi, kulingana na wizara ya afya ya Israeli. Wengi waliojeruhiwa kidogo wakiwemo zaidi ya watu sabini kutoka kituo cha matibabu cha Soroka katika mji wa kusini mwa Biasheba, ambapo moshi uliongezeka huku timu za dharura zikiwaondoa wagonjwa Kads amemlaumu kiongozi mkuu wa Irani Atola Ali Hamenei na kusema jeshi limepewa maelekezo na linajua kwamba ili kufikia malengo yake yote, mtu huyu hataki kuendelea kuwepo na ni lazima au uawe. Wakati huo maafisa wa Marekani wamesema wiki hii kwamba rais Donald Trump amepinga mpango wa Israeli wa kumuua Hamenei. Trump baadaye alisema hakukuwa na mpango wa kumuua angalau sio kwa sasa. Naam, wakati hayo akiwa naendelea bado, Urusi leo kwa mara ya kwanza imeibuka na kusema kwamba Marekani kuingilia kati mzozo kati ya Israeli na Irani kusababisha hali kuwa mbaya zaidi Mashariki ya Kati, na msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov ameliambia shirika la habari la serikali ya Urusi TASS. Ajabu katika mzozo huu wa Irani na Israel ni kwamba Marekani na Urusi zinaunga mkono pande mbili tofauti, yani Marekani ikiunga mkono Israeli na Urusi ikiunga mkono wakati huu Irani. Wizara ya mambo ya nje leo hii ya Urusi imelaani mashambulizi ya Israeli na kusema ni ya kijinga ambayo yanacho chochewa na hayana sababu yoyote ya kuwepo na hapo jana, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov aliyeonya Marekani kutotoa msaada wowote ule wa kijeshi kwa Israeli na kwamba hii inaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Akifanyiwa mahojiano na shirika moja la habari, raisi wa Urusi Vladimir Putin amesema, tunawasiliana na washirika wetu wa Irani kwa msingi unaoendelea leo katika mawasiliano, nafikiria kesho na kesho kutwa tutaendelea na uhusiano wetu wa karibu na Irani na pili, kama nilivyokwisha sema wataalamu wetu wanafanya kazi bushel watu mia mbili hamsini na wasafiri wengine wa biashara idadi ya jumla inaweza kufikia watu mia sita ambao tunafanya nao kazi na hatuondoki. Je, huo sio msaada? Irani haijatuomba msaada mwingine wowote, alipoulizwa kuhusu Irani kuiomba msaada Urusi. Lakini ameendelea kusema, wakati fulani tulitoa marafiki zetu wa Irani kufanya kazi katika nyanja za mifumo ya ulinzi wa anga nchini Urusi, lakini washirika wetu hawakuonyesha nia kubwa wakati huo na ndivyo hivyo kuhusu makubaliano uliyoyataja kuhusu ushirikiano wa kimkakati hakuna mamlaka yanayohusiana na nyanja ya ulinzi. Na tatu marafiki zetu wa Irani hata hawatuombi tufanye hivi, kwa hivyo hakuna kitu cha kujadili nao wakati huu, na inawezekana tusifanye chochote mpaka watakapotuomba msaada. Mashambulizi hayo ya Israel nchini Irani wakati yakiwa yanaendelea, kwa mara ya kwanza yamemwibua kiongozi mkuu wa nchi ya Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambapo Korea Kaskazini imelaani vikali mash ya hivi karibuni ya kijeshi ya Israel dhidi ya vituo vya kiraia na vya nyuklia vya Iran na kuyataja mashambulizi hayo kuwa ni ya kiharifu na usiosameheka dhidi ya ubinadamu. Katika taarifa ya hivi karibuni Pyongyang pia imezionya Marekani na nchi nyingine zote za Ulaya kujiepusha na kuingilia zaidi mzozo huo unaoendelea wa Iran na Israeli. Taarifa iliyotolewa Alhamis ya Juni 19 wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini ilitoa tamko rasmi ikilaani mashambulizi ya anga ya Israel ambayo yalilenga miundombinu muhimu ya Iran ikiwa ni maeneo ya nishati na mitambo ya kiraia. Wizara hiyo ilidai kuwa mashambulizi hayo yanahatarisha moja kwa moja maisha ya raia na yanakiuka kanuni za sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ilichapishwa na shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini, KCNA, ilieleza hatua za Israeli kama uhalifu wa kutisha dhidi ya ubinadamu na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo thabiti ili kujibu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini ameeleza zaidi kwamba mzozo wa sasa unadhihirisha kuwa Israeli inayoungwa moja kwa moja na Marekani na washirika wake wa Magharibi ni tishio kubwa kwa amani na utulivu katika Mashariki ya Kati. Na amesisitiza kuwa kuendelea kuunga mkono uvamizi wa Israel kunazoofisha usalama wa kikanda, hususani kwa nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Mbali na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini, lakini pia Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mara ya kwanza tarehe kumi na nane mwezi Juni pia ameibuka na kusema kwamba Israel ni taifa ambalo linalelewa kama yai ya, kwa hiyo likiendelea kulelewa litaendelea kutishia amani na usalama wa dunia na inatakiwa lidhibitiwe mapema kabla alijafika kwenye kwanza kusumbua mataifa mengine, akionya mataifa mengine ya Ulaya na Marekani kwamba hazitakiwi kuingilia mzozo huo kwani huenda zikasababisha mataifa mengine mengi kugawana na kusababisha vita nyingine ya dunia au nusu vita ya dunia. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.